E, ndugu wa Tanzania, nakuja mbele zenu tena kwa shukuru kwa wengi wenu kwa kila jitihada ambazo mmezionyesha na ushirikiano kutoka katika familia ya polepole pole. E, zimepita siku kumi na nne toka mdogo wangu Humphrey polepole ametekwa na ndugu Mafwele, genge la Mafwele ni genge nufaika na mfumo uliopo wako wengi, lakini kadri siku zinavyozidi kwenda wanajipambanua mmoja baada ya mwingine. Kutokana na shauri liko mahakamani, kuna baadhi ya watu sitawataja leo, lakini ikumbukwe, siku zilizopita kulikuwa kuna wiki ya maji, wiki ya vijana, wiki ya vijana sorry, wiki ya vijana na wiki hii ya vijana ilifanyika mkoani Mbeya. Waziri mwenye dhamana alipokuwa akipita kwenye mabanda kukagua, sijui ilikuwa ni shughuli gani, alieleza waziwazi alieleza waziwazi kwamba anajua Humphrey yuko wapi. Bwana Ridhiwani ukibisha kuna video na kuna sauti zilikuwa ziko recorded, na ulikuwa umeongozana na ndugu mmoja anaitwa Nyaisa. Nafikiri huyu bwana ni mmoja kati ya maafisa wa wizara. Sasa, ndugu Liziwani, nikwambie kitu kimoja, wewe ni mnufaika wa mfumo Eh, unafanya shughuli zako unarudi nyumbani unatulia na mkeo, unafurahi katika yale mazingira ambayo mmeyafanya mpaka sasa. Ukiona wewe binadamu wa kawaida unafurahi, jiulize mara mbili, kufurahi kwa sababu ya madaraka au kufurahi kwa sababu ya hujuma, ya fedha za Watanzania. Nisiendelee sana, nasubiri utaratibu wa mahakama. Nitakuja na video za ushahidi, nitakuja na vitu muhimu, uthibitisho, ikiwa ni siku ya kumi na nne toka Humphrey polepole ametekwa usiku wa kuamkia tarehe sita. Halafu ndugu Mafwele, hawa vijana unawatuma, unataka nini? Unanitafuta mimi, nipigie simu namba yangu unayo, nipigie simu, nipigie simu. Najua gengi yenu, genge lenu muda wake ni mdogo sana. Siku zenu na masaa yenu yanahesabika. Kwa hivyo, kama unanitafuta, usipate shida, mimi niko Tanzania, niko Tanzania na nafuatilia kila hatua, nafuatilia kila hatua eh, nisizungumze sana, lakini nafuatilia kila hatua Tarehe kumi na nne mwezi wa kumi, majira ya saa mbili mpaka saa tatu, mlipita nyumbani mkaluka ukuta mkaingia ndani, mlikuwa mnatafuta nini eh? Sipendi kutenda jambo baya, yaani siku zile ilikuwa na wadusua. Nilikuwa na wadusua. Wadu, kwa sababu ni ujambazi kama ujambazi mwingine kuluka ukuta. Kwa nini msigonge mlango? Kwa nini msipige simu? Simu zetu mnazo Shida yenu nini eh? mna shida gani <tosimilu> nirudie kuwashauri mtumie hekima na busara, kwa sababu siku zenu zinahesabika. Watanzania ambao kwa namna moja au nyingine msikae kimya msikae msikae kimya msikae kimya. Hili genge si zuri na halina huruma. Nasubiri siku inayofuata ya mahakama, alafu ndio tutakuja na taarifa nzuri zaidi. Asanteni sana.